Ambayo ipo Wilson John Oruma ni kwamba Yanga Africa wametuma barua kwenda bodi ya ligi na bodi ya ligi tumejaribu kuwatafuta asubuhi leo bila mafanikio. Aa, e, yani kama ilivyoota <laughs> yeah, yani ili bawa yeah. <tabili> Na simu zao pia ndo zilivyoota bawa. <tabili> Yani kuanzia mtendaji mpaka mwenyewe Karimu <tabili> Imanda wote hawapokei simu leo, hawataki chochote Ukipiga wanaiangalia simu yako, wakikumbuka situation wanaweka mezani. Kwa hiyo cha muhimu ni kusubiri tu maamuzi watakayokuja nayo. Lakini kwa hii taarifa ambayo ipo, hata kama ni kweli Yanga Afrika umetuma hiyo barua kwenda kwa bodi ya ligi na wameipokea, kuna lolote linawezekana kwenye hilo, kwamba point kwa tatu na mabao matatu? Haiwezekani. <laughs> sioni hilo likitokea. Kwa afya ya mpira wa Tanzania, consequences zake ni, ni, ni kubwa. Sioni hilo likitokea. Unajua, um, kwa mfano sawa, ndio Young Africans wana, wanataka pointi tatu na goli tatu mm, kwa sababu Simba hakufika kiwanjani is it? Simba okay, hakufika kiwanjani ndio maana wanataka kiwanjani, goli tatu na pointi tatu. Lakini Simba kirahisi wanaweza kusema hatukufika kiwanjani Sibu, mam, wana, kwa sababu hakukuwa na mechi, wenye mamlaka walitoa taarifa kwa wameahirisha mchezo, mchezo. <laughs> Eh. Yes, mapema Simba waliandika wali, si sindio? Mm. Kuonyesha nia kwamba watagomea mechi ya dabi, lakini who knows kwamba labda Kabla ya muda wa mechi kufika inawezekana Simba hapo katikati wangeweza kubadilisha mm. kubadilisha maamuzi. <laughs> <laughs> waka, waka, waka, e, yani, wakabadilisha maamuzi na wakaja kwenye, kwenye mm. la mechi. <laughs> kwenye, ni rahisi Simba kusema sisi sisitul kwenye mechi kwa sababu nani? Nyinyi kwa nini tuliahirisha Irisha, ah, <laughs> nah, nah, nah, na sisi tukaahirisha kwa nyinyi, ndio chanzo. Kama uchunguzi ukifanyika kocha Tigana Luka nje na Yanga Afrika hoja zao zikaonekana zina hoja, Simba akapokwa hizo point tatu ambazo, ambazo yes akapewa Yanga Afrika mabao matatu na point tatu, si ni sawa tu, tusonge mbele, maisha mengine yaendelee. <laughs> Tumeonaje? si mchezo wa mpira wa miguu kivipi? na kanuni ndio inataka hivyo. Apana, kanuni inataka kwenye kutoa pointi kuwe na taratibu za uwanjani zilizofanyika huko eh, na fikiri kimataifa tunaweza tukazungumza scenario ya jana mm. ya ahali na zamali yeah kwamba zile logistics za mchezo lazima zifanyike e, ambazo ni ikiwemo ni kusubiri muda e. wenzetu kule Misri wamesubiri dakika 20, sisi kwa kanuni yetu nataka dakika 30 e, ukaguzi wa timu kwa maana kwamba umekuja na team sheet umewakabidhi e, waamuzi wanapita vyumbani mule wana count check jezi namba na nini na nini ya kila mtu iko okay, pale game inakuwa imeanza sasa. Game ya Simba na Yanga haikuanza kwa hiyo haikuwepo, haikuwepo, haikuwepo. Kwa hiyo hawezi kutoa zile pointi tatu katika upande basi wote basi. Mimi nadhani solution ni kurudi kwenye kucheza game yenyewe. Nadhani tuwe watulivu, tusubiri taarifa ya bodi eh, watakayokuja nayo nyingine kufuatia na hili ambalo limejitokeza. Kwa maana kama ni kupanga tarehe, basi watu kipigwe kipigwe mm -hmm. <laughs> shida ipatikane Kujumlisha, kutoa, kugawanya, kuzidisha hisabati no control, no balance, hisabati za michezo. Ball control, ball balance hisabati za michezo yes, mwana michezo, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi Ton Hassan niko hapa, Jonas Maziku hmm, yuko hapa, kiungo mkongwe Wilson John Oruma pamoja na kocha Tiga na Lukinja hmm, na leo tunaendelea pale ambako tuliishia kwenye hisabati za michezo kuangalia uh, wale wachezaji vinara kumi ambao walibeba kweli kweli nembo ya Adidas hmm. Hmm.

mkongwe nimpe maua yake Oruma kwa kupitia message niliyoandikiwa na mshambuliaji yani, mm. mtu aliyeimba wimbo ambao anaufahamu mm. kaka yangu David Miambo okay, alikuwa naungana na Oruma kwenye idea kuhusiana na play style ya Ateba mm, yes. anasema kuna vitu vingi ambavyo anatakiwa kuvifanya ili mm. yes. awe bora na kuaminisha, awe finisher mzuri mwalimu anasema nisipompanga huyu, kwa sababu nimemleta mwenyewe, nitajisaliti, kwa sababu muda tutarudi kule kule tena kwenye hisabati za mchezo. Ah, nitaka tu kuongeza hapo kwamba kwa mfano mechi kama ya TMA jana, why don't you give chance kwa Valentino from the start, acheba akapumzika.

Ni nambari nambari kumi alafu tukamzungumza Alex Del Piero, Alexander Alessandro Del Piero, nafasi kata, nafasi ya tisa, alifa Adidas na yeye alifa Adidas Predator accelerator boots, sawa, so, yes ya